Alikuwepo kijana mmoja aitwaye Daudi Athumani, kijana mpole mwenye maadili na mwenye ndoto kubwa za maisha ya familia yenye furaha. Aliishi jijini Dar es Salaam akifanya kazi kwenye benki kubwa kama afisa wa mikopo. Kwa macho ya wengi, maisha yake yalionekana yamekaa sawa: kazi nzuri, mavazi ya heshima na tabasamu la kila mara usoni. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na pengo, pengo la upweke. Marafiki wake wa karibu wengi walikuwa tayari wameoa, wengine walikuwa na watoto wawili au watatu. Shinikizo kutoka kwa wazazi wake liliongezeka kila siku: Daudi, mama yako anaumwa moyo kuona bado hujaoa. Alijitahidi kupuuzia, lakini sauti hizo ziliendelea kumchoma kichwani. Mwisho wa siku, aliamua kutafuta mchumba, ndipo akakutana na Doreen. Walikutana katika harusi ya mdogo wake Doreen, na kama ilivyo hadithi nyingi za mapenzi ya ghafla, macho yalikutana, tabasamu likapamba uso, mazungumzo yakaanza na hisia zikaota mizizi kwa kasi. Doreen alikuwa mrembo, mzungumzaji hodari na mwenye mvuto wa kipekee. Alijua jinsi ya kutumia macho kuwasilisha ujumbe, alijua kugusa moyo wa mwanaume na kumfanya ajione ni wa kipekee. Daudi hakuwa na muda wa kupoteza. Ndani ya miezi sita maandalizi ya harusi yalikuwa yamekamilika. Harusi kubwa ilifanyika, wageni wengi wakahudhuria, picha nyingi zikapigwa, na kila mtu akasema hii ndoa ni ya mfano. Hakika siku za mwanzo za ndoa yao zilikuwa na ladha ya asali. Doren alionekana kuwa mke wa ndoto za kila mwanaume, mpole, msikivu, mkarimu na aliyekuwa na haiba ya kipekee alikuwa na uwezo wa kumfanya Daudi ajisikie kama mfalme ndani ya kasri lake. Lakini kama jua lilivyo na mchana mfupi, ndivyo furaha ya Daudi ilivyoanza kupotea. Miezi mitatu baada ya ndoa, tabia ya Doreen ilianza kubadilika kidogo kidogo. Ilianza kwa maswali ya mashaka, himbona ulikaa kazini sana jana? Huyo mwanamke aliyekutumia meseji saa mbili usiku ni nani? Kwa nini unacheka sana na yule karani wa kike kazini? Awali Daudi alidhani ni wivu wa kawaida. Alijaribu kueleza kwa upole, kutoa simu yake kwa hiari na kuwa mkweli kwa kila kitu. Lakini badala ya kufuta mashaka, juhudi zake ziliongeza mashambulizi. Doreen alianza kutafuta kosa kwa kila jambo. Tabasamu likawa ni historia. Kila mazungumzo yakawa ni mzozo. Ilifika mahali hata kimya chake kilichukuliwa kama dharau. Doreen alianza kutawala kila kitu. Alitaka kujua kila fedha inayotoka na kuingia. Alitaka ambiwe kila mahali Daudi anapokwenda, ni nani ataonana naye, atakaa muda gani. Ukarimu wa mwanzo ukawa udhibiti. Upole ukageuka ukali. Na taratibu Daudi akawa mgeni ndani ya ndoa yake mwenyewe. Siku moja Daudi alichelewa kurudi nyumbani kutokana na mkutano wa dharura kazini. Alipofika saa mbili usiku, alikuta mlango umefungwa kwa kufuli. Alibisha sana, hatimaye Doren akafungua huku macho yake yakiwa mekundu kwa hasira. Ulikuwa wapi? aliuliza kwa sauti ya juu. Nilikwambia leo nina mkutano maalum. unafikiri mimi ni mjinga? Ulitoka na mwanamke wako, sio? Mzozo huo ulikuwa mwanzo wa mengine mengi. Doreen alianza kupiga simu kazini kwa Daudi kila baada ya dakika kumi, akitaka kujua yuko wapi, anafanya nini na ni nani yuko naye ofisini. Alianza kudai hela kubwa zisizo na msingi, shopping ya kila wiki, spa kila Jumamosi na chakula cha nje karibu kila siku. Daudi alijitahidi kumridhisha. Aliuza gari lake la kwanza kununua Doreen iPhone mpya aliomba mkopo wa haraka ili kumpeleka Zanzibar kwa likizo ya wiki moja. Alijinyima kila kitu, lakini hakupata amani. Doren alizidi kuwa mkali, mdomo wake ukawa kama bunduki ya maneno makali isiyochoka. Na ndipo kisa kikubwa kilipotokea. Siku hiyo, Daudi alimkatalia Doren hela ya kununua viatu vya laki tano kwa sababu kodi ya nyumba ilikuwa bado haijalipwa, Kabla hajamaliza kueleza, Doreen alimchapa kibao kikali mbele ya mfanyakazi wa ndani. Ukimya ulitawala kwa sekunde chache. Doreen alirudi sebuleni kana kwamba hakuna kilichotokea. Daudi aliingia chumbani akiwa hajui kama elewe alichokiona au amini kama kweli hiyo ni ndoa aliyoyota. Hakukuwa na samahani, hakukuwa na majuto. Ilikuwa kama kibao hicho kilikuwa sahihi. Usiku huo Daudi alikaa kwenye sofa hadi alfajiri, macho yakiwa hayana usingizi, moyo ukijaa huzuni. Hakupiga kelele. Hakulia. Lakini ndani yake, kitu kilivunjika. Ndoa yake ikawa jela. Kila siku aliishi kwa hofu. Hakujua atafanya lipi limfurahishe mkewe. Alihisi kama mfungwa wa maisha bila hukumu ya wazi. Alianza kupoteza hamasa ya kazi. Rafiki zake waliona mabadiliko , lakini hawakuelewa chanzo. Kwa nje, Daudi alionekana mzima , lakini kwa ndani alikuwa amekufa taratibu. Tangu siku ile Daudi alipopigwa kibao, maisha yake yalibadilika kabisa. Kwa nje alibaki kuwa yule yule mtu wa suti nzuri, anayeheshimika kazini na mwenye tabasamu bandia kila alipokutana na watu. Lakini ndani yake kulikuwa na kivuli cha mwanadamu aliyepoteza kila kitu: heshima, furaha na imani ya mapenzi. Doren hakuwahi kuomba msamaha, badala yake alizidi kujenga ukuta wa ubabe. Alikuwa na sauti nyumbani kuliko Daudi. Maamuzi ya familia yalifanywa na mke, hata yale yanayomhusu mume wake moja kwa moja. Na kama Daudi angejaribu kupinga, basi kulikuwa na matusi, kelele au kunyimwa hata chakula. Muda haukupita kabla Doreen kuanza kumdharau waziwazi. Alizungumza na marafiki zake kwa simu mbele ya Daudi akisema, mwanaume wa hovyo. Hawezi hata kunihudumia vizuri. Ningekuwa bado single, ningekuwa mbali. Daudi alikaa kimya. Hakusema neno. Ukimya wake ukawa silaha ya kujitetea na kifuniko cha maumivu. Kwa miaka miwili mfululizo, Daudi aliishi kama mgeni ndani ya ndoa yake mwenyewe. Usiku wakiwa kitandani, walilala migongo ikielekeana. Asubuhi walizungumza kwa maneno machache ya kawaida, haumekula, unakwendaje. Lakini hakukuwa na mapenzi, hakukuwa na ukaribu, hakukuwa na furaha. Kitu cha kusikitisha zaidi ni kwamba hakuna aliyegundua kilichokuwa kinaendelea. Jamii haimuulizi mwanaume kama anaumia. Wazazi wake walimuuliza mara kadhaa kama ndoa inaenda vyema, naye kila wakati alijibu "Ndiyo mama, ni baraka tu." Hakutaka kumdhalilisha mke wake, hakutaka kuonekana dhaifu, lakini ndani ya moyo wake alijua anaungua. Siku moja kazini, Daudi alipata shambulio la presha, alianguka ghafla mbele ya meza yake ya kazi. Wafanyakazi wenzake walimkimbiza hospitali. Daktari alipomwangalia kwa makini, alimuuliza swali la ajabu: bwana Daudi, una matatizo ya kifamilia? Daudi alijaribu kucheka, lakini machozi yalimtoka kimya kimya. Alipewa wiki mbili za kupumzika, alitakiwa awe nyumbani apate hewa safi, ajitulize akili. Lakini nyumbani hakukuwa na hewa safi wala utulivu. Siku aliporudi Doreen hakusema neno la huruma. Badala yake alisema, ugonjwa wa kike umeanza sasa, tutaanza kudaiwa kodi kwa sababu wewe unaumwa. Siku hiyo Daudi alikaa kwenye kiti chake sebuleni mpaka usiku wa saa nane. Hakulala, aliangalia dari bila hata kupepesa macho. Fikira zilimzunguka kama nyuki. Nifanyeje? nitaenda wapi ni nani atanielewa? Kitu cha mwisho alichotaka ilikuwa talaka. Alikuwa muumini wa ndoa ya kudumu. Alitaka kupambana hadi mwisho. Lakini kwa hali ilivyo, alikuwa anapambana na mtu ambaye hakutaka hata kushika mkono wake. Miezi ikasonga mbele. Hatimaye giza likaanza kuingia katika sehemu nyingine ya maisha ya Daudi kazini. Alianza kuwa mzembe, kuchelewa kuwasilisha ripoti, kushindwa kumudu mikutano. Mara moja aliitwa na meneja wake na kuonywa vikali. Daudi alijaribu kueleza, lakini maneno hayakutosha. Wakati hayo yakiendelea, jambo la ajabu likatokea. Doreen alianza kuchelewa kurudi nyumbani. Mara alidai yuko na marafiki, mara yuko kwenye semina, mara ana kikao cha usiku. Lakini haikuishia hapo. Daudi alianza kupokea jumbe zisizo za kawaida kutoka kwa watu aliowafahamu mtaani. Kaka, mkeo tulimwona jana usiku akiwa kwenye mgahawa na mwanaume mmoja ne. Sijui kama ni ndugu au vipi, lakini walikuwa karibu sana. Daudi hakuuliza, hakuchunguza, alikuwa amechoka. Akili yake ilishajaa sumu ya upweke na huzuni kiasi kwamba hakuwa na nguvu ya kushika tena hata mtungi wa uchungu mpaka ilipofika siku ambayo hawezi kusahau. Usiku wa Jumamosi saa nne kasorobo, Doreen alirudi nyumbani akiwa mlevi kwa mara ya kwanza tangu ndoa yao. Daudi aliona mke wake akiwa hajitambui, viatu mikononi, nguo zake zimechanika, na harufu kali ya pombe ikitoka kinywani mwake. Daudi alimsaidia kumwingiza ndani na kumlaza kitandani lakini kabla hajajitoka chumbani, Doreen alisema kwa sauti ya mlevi, wewe si mwanaume. Nimepata mwanaume wa kweli ananihudumia hadi rohoni, si kama wewe e eh. Daudi mbuzi. Maneno hayo yalimkata moyo kabisa. Alikaa sebuleni usiku mzima akijikumbusha kila kilichotokea tangu ndoa ianze. Alijiuliza mara elfu, kwa nini niliamua kuoa haraka kwa nini sikumsikiliza moyo wangu? Lakini majibu hayakuwepo. Siku iliyofuata aliamka mapema, akaandika barua ndogo na kuiacha mezani. Barua hiyo ilikuwa na maneno matatu tu: nimechoka, nimeondoka. Alifunga mabegi yake, akachukua pochi yake na kutoka nje. Hakuangalia nyuma, hakusubiri barua ijibiwe. Alitembea mtaani kwa hatua nzito, lakini moyo wake ulikuwa mwepesi kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitatu. Daudi alienda kuishi kwa kaka yake kwa muda, akihitaji kutulia, kujielewa na kupona. Hakuwa na mpango wa kulipiza kisasi, hakutaka hata kumletea Doreen kesi, alitaka tu amani, na huo ukawa mwanzo wa kuponya nafsi yake iliyovunjika vipande. Miezi mitatu baada ya kuondoka kwa Doreen, Daudi alikuwa bado akiishi kwa kaka yake, Ramadhani. Ingawa aliondoka kwenye ndoa ya mateso, majeraha ndani ya moyo wake hayakuwa rahisi kupona. Kila asubuhi alipofungua macho, alikumbuka kila kelele, kila dharau, kila kibao. Lakini alijitahidi kuendelea mbele. Ramadhani alimsaidia sana. Alimshauri, alimsikiliza, na alimwonyesha upendo wa kweli wa kifamilia. Kwa mara ya kwanza, Daudi alihisi hana haja ya kuishi kwa kujifanya. Alijieleza. Alilia mbele ya kaka yake. Alizungumza kwa sauti kuhusu kila kilichomsibu na kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, alihisi ameeleweka. Muda ulivyoendelea, Daudi alianza kujijenga upya. Alirudi kazini taratibu, akawa anamaliza kazi zake kwa wakati na hata mabosi wake walimpongeza kwa mabadiliko chanya. Alijiunga na kikundi cha vijana wa kujitolea wanaosaidia waathirika wa ndoa zenye unyanyasaji wa kisaikolojia. Huko alikutana na watu walioumizwa zaidi ya yeye, na mazungumzo yao yakawa kama dawa kwa roho yake. Siku moja alipokuwa anaendesha kikao cha ushauri, alikutana na mwanamke aliyeitwa Zainabu. Alikuwa mjane mwenye mtoto mmoja, mwenye tabasamu la upole na macho ya huruma. Alikuja kama mshiriki tu, lakini siku hiyo ilianza ukurasa mpya maishani mwa Daudi. Mazungumzo yao yalikuwa mepesi, ya kina na ya kweli. Hakukuwa na maigizo, hakukuwa na presha, hakukuwa na masharti. Kwa mara ya kwanza Daudi alihisi huzuni zake zinatengemaa taratibu Si kwa sababu ya mapenzi mapya, bali kwa sababu alipata mtu ambaye alielewa dhiki, alielewa kuvunjika na alielewa dhamani ya kimya chenye amani. Siku zikaendelea na uhusiano wao ukakua, lakini tofauti na zamani, Daudi hakuwa na haraka. Alijifunza dhamani ya muda, utulivu na kuchunguza roho kabla ya mwili. Alimweleza Zainabu kila kitu kilichompata. Zainabu alimsikiliza bila kumhukumu badala ya kusema pole alisema umepona. Wakati huo huo, Doreen alikuwa akianguka kimya kimya. Baada ya Daudi kuondoka, aligundua kuwa mwanaume aliyemfanya ajione malkia alikuwa amekwenda na hakuwa na mpango wa kurudi. Mwanaume aliyekuwa anamhudumia hadi rohoni inaye alimtupa. Baada ya miezi miwili tu, akabaki peke yake, na kwa mara ya kwanza ukimya wa nyumba ile ukamkaba koo. Alianza kumtafuta Daudi, simu haikupokelewa. Alituma ujumbe mfupi mmoja, nisamehe tafadhali, nimejifunza rudi. Daudi alikisoma akakitazama, kwa dakika kadhaa, kisha akaifuta bila kujibu, si kwa chuki, si kwa kiburi, bali kwa sababu alikuwa amesha samehe na sasa alikuwa anaendelea mbele. Maisha hayaendi kwa kurudi nyuma, bali kwa kukubali yaliyoisha na kusonga mbele na vichwa juu. Miaka miwili baadaye Daudi alifunga ndoa na Zainabu, ndoa ndogo lakini yenye amani, upendo wa kweli na uelewano. Hawakuwa na magari ya kifahari wala sherehe ya kifalme, lakini walikuwa na kitu cha thamani zaidi, mioyo iliyopona pamoja. Daudi alitumia uzoefu wake kama kichocheo cha kuanzisha taasisi ya kusaidia wanaume walioathirika katika ndoa zenye unyanyasaji. Alifundisha kwamba mwanaume naye ana haki ya kulia, ana haki ya kusemwa vizuri na ana haki ya kuishi bila mateso kwa kisingizio cha ndoa. Na kila alipokuwa akizungumza hadharani, alimalizia kwa kauli moja: ndoa inaweza kuwa baraka. Lakini kama haina heshima, haijengeki kwa upendo, na inawasha moto wa mateso kila siku, basi hiyo si ndoa. Hiyo ni jela. Na hakuna mtu anayestahili kuishi kifungoni kwa jina la mapenzi.